Katika Kristo tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa ukitakacho. Ukitakacho. Kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustin Kamugisha, paroko wa parukia ya Minziro, Jimbo Katoliki la Mkoba, na msimamizi wa kituo cha ija cha Mtakatifu Yohana Maria Mzee. Kichwa cha habari ni ukitakacho. Baada ya kusikiliza tafakari hii, naomba like, share, subscribe. Somo linalotuongoza ni kutoka katika Injili iliyoandikwa na Yohane sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa tatu na mstari wa tano hadi wa kumi na sita, lakini tutasoma sehemu tu. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa awezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ili wakati napokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako e, eh, Kristo. Wapendwa katika Kristu, tumesikia kisa cha mgonjwa ambaye alikuwa mgonjwa miaka thelathini na nane na Yesu alikuwa anakwea, anaenda Yerusalemu, akamkuta katika mlango wa kondoo, palikuwepo na birika E, watu walikuwa wanaponywa, lakini aliyekuwa na wahi huyu. Yesu akamuuliza unataka kuwa mzima? Baada ya kujibu ndio, akaanza kupigapiga maneno nikana kwamba akujua anachokitaka. Tambua unachokitaka, kuokoa muda, kuokoa rasilimali. Tambua unachokitaka Kitakacho kitake kama kuvuta hewa, kitake kama kupumua. Kuna mtu mmoja alimwendea Rabi Kushina, mtu mwenye busara na hekima, akamuuliza ni namna gani naweza kupata e, ninachokitaka, maana nataka vitu vingi. Yule Rabikushina akampeleka kwenye mto akamtumbukiza, akashikilia shingo yake huko ndani, yakashindwa kupumua, akapiga kelele. Baadaye akamtoa, akasema ni kitu gani ulikitaka? Akasema nilitaka ewa. Akasema nenda, unachokitaka kitake kama ulivyotaka ewa. Tafuta kitu kizuri unachokitaka zaidi, kitake kama unavyotaka ewa. Sasa juu ya ukitakacho na mambo matatu. Kwanza ni kutamani. Napoleon Hill alisema mwanzo wa mafanikio yote ni kutamani, jua unachotaka, kisha chukua hatua ya kwanza. Kutamani na kuwa na nia dhabiti ni hatua za kwanza kwenye barabara ya kupata ukitakacho. Tunapoongelea kutamani, tutofautishe kidogo na amri ya Mungu inaposema Usitamani mali ya mwenzako, usitamani mali ya jirani. Kuna kutamani chanya. Wahenga wa Kagera wanasema atachumba talimantano. Ambaye hana wivu chanya hawezi kulima migomba michanga. Yani ni kama unasema kama ameweza na mimi naweza. Ni hata kutamani utakatifu. Mtakatifu ginasi wa Loyola Alipojeruhiwa vitani, amelazwa hospitali alipata muda wa kusoma vitabu vya watakatifu. Mwisho wa siku akasema, kama wao wameweza na mimi naweza. If they, why not they? Kama wao, kwa nini siwe ni mimi? Ndo akainuka akaanzisha shirika la Majezuiti na nini. Baadaye iliyobaki ni historia, ni Mtakatifu Ignas wa Loyola. Kwa hiyo tamani kutamani chanya, sio kutamani kwa lengo la kuharibu. Unaweza ukawa unataka kujenga nyumba, zunguka mji mzima, angalia nyumba iliyo nzuri, natamani nyumba hii. Unaijenga au sema, natamani? Unaharibu? Hapana, natamani, unajenga, na huo ndio wivu chanya. Pili ni kuamua. Zigizigira alisema hatima yako inatengenezwa na maamuzi unayofanya. jua unachotaka, nafanya Uh, iwe kweli uamuzi ni msingi wa mafanikio. Acha kusita sita, acha kuwa na kigugumizi. Eh, fanya, amua. Kwa mfano mtu ana shilingi elfu tano anaenda kwa wauza vinywaji, anasema mm, nipe Bavaria, wanampatia hapana, pana pana. Mm, nipe Baritika, hapana, pana pana. Nipe juisi ya Ceres. Ana maamuzi Ukishaamini, kifanyie kazi. Ukisha amua, kifanyie kazi. Kwa hiyo endelea kuamini, amini kwamba unaweza, amini hisia zako, amini maamuzi yako, endelea kuchapa kazi. Kwa hiyo, tamani, amua, amini kwamba ulichokiamua kinawezekana, kitendee kazi. Kwa Mungu hakuna lisilouwezekana. Ikiwa una imani, kila kitu kitakuwa sawa. La msingi endelea kuchakalika, endelea kufanya kazi, endelea kuchapa kazi. Tumsifu Yesu Kristo.